Habari, naitwa John natokea Smart EFD. Tunawashukuru wateja wetu wote kwa kutuamini kila siku. Happy Customer Service Week. Habari, naitwa Sheila Mirage kutoka Smart EFD. Hii ni wiki ya huduma kwa wateja. Wateja wetu asanteni sana, tunawashukuru kwa kuwa na sisi kila siku. Happy, happy Customer Service Week. Asanteni sana. Naitwa Ma kutoka Smart EFD. Hii ni wiki ya huduma kwa wateja. Tunashukuru wateja wetu kwa kutuamini kila siku. Happy Customer Service Week. Naitwa Sharon kutoka Smart EFD. Tunawashukuru wateja wetu wote kwa kutuamini kila siku. Huduma bora kwenu ni kipaumbele chetu. Happy Customer Service Week. Naitwa Prince Mosha, karibuni wateja wetu wa Smart EFD katika wiki hii ya huduma kwa wateja, tumetoa ofa ya mwezi mmoja kwa wateja wote watakaolipia mwezi wa kumi. Asanteni sana, endeleeni kutuchagua Smart EFD. Rahisi haraka, haraka uhakika.